Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Jaji mkuu mstaafu David Maraga ameishtumu serikali kwa kile ametaja ni jaribio la kumtisha kwa kuwaondoa walinzi wake Maraga. Anasema walinzi wake wawili pamoja na mmoja wa madereva wawili wa polisi waliokuwa naye kwa miaka mitano wameondolewa. Anasema hatua hiyo ilitekelezwa siku ya maandamano ya Jumatano ambayo alihudhuria na kushiriki akiwa pamoja na familia za waliofariki katika maandamano ya mwaka jana. Aidha, Maraga ameandika barua rasmi kwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akitaka walinzi wake warejeshwe mara moja kama ilivyo katika sheria.